Bismillahi Rahmani Rahim kwa jina naitwa anaitwa Hassan Daudi Mbarazi kadhi wa mkoa wa Mbeya ni katika mahaji watarajiwa ambao tunakwenda na Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA leo ni siku ya kuhitimisha semina ambazo tulizianza takribani wiki nzima tumefundishwa mambo mengi ambayo haji anatakiwa yafanye pande anapokuwa apija katika semina hii tumejifunza mambo mengi na tumefaidika sana. Hapa tulipo, tupo tayari kabisa kwa ajili ya Hija. tuna hamasa ya kutosha, kwa sababu tumehamasishwa, tumefundishwa na tumeelekezwa mambo ya msingi. Mimi binafsi napenda kutoa shukurani za dhati kwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kwa utaratibu wao mzuri, namna walivyotushughulikia kutoka mwanzo mpaka sasa hivi. Tunakwenda tukiwa na, na afya njema sasa hakuna haji yoyote mwenye matatizo, lakini vitu vya msingi, kwa mfano chanjo, pasipoti, tiketi, mpaka sasa tumeshazipata. Dakika chache zijazo tutakuwa na muti wetu ambaye naye kwa ukarimu wake ametaka atuage ili tunapokwenda kule tuwe na baraka zake zote. Mwenyezi Mungu ajalie haji ya usalama na wawashe wake.